Inaje hey, mtu hey, kwani uko wapi bwana? Oh, sikuhivi bwana niko na form but nikawenansumbua ofanye so, a... hivi hey, nona kwambia leo nakataa kutoka kwa kiti maze. Yaani walikuwa yeah, nasema hey, mani sukamuhivi bwana yeah. Okay, kuja bana basi, nilikuwa nataka eh kwa ude ude, amegomia kwa kiti so ukikamo hivi sema unataka kiti, kiti ni yako manzi, ni sawa okay, spidisha ba po okay, ko sana fastisha tu saizi, saizi nafika na tu saizi, haina noma